Shughuli katika jiji la London zilisitishwa kwa muda baada ya mwanaume mmoja kupanda Mnara wa Elizabeth, unaohifadhi saa maarufu ya Big Ben, katika tukio lililoonekana kuwa maandamano. Mwanaume huyo, ambaye alikuwa peku, alikaa kwenye sehemu ya pembezoni mwa mnara huo kwa muda mrefu huku akivuta hisia za wakazi na watalii waliokuwa karibu. Vyombo vya usalama vililazimika kuzingira eneo hilo kwa tahadhari, na mazungumzo na wapatanishi yalianza mara moja ili kumshawishi ashuka salama. Baada ya mazungumzo marefu, mwanamume huyo hatimaye alikubali kushuka na akapanda kwenye mashine maalum iliyotumiwa kumshusha chini kwa usalama. Hadi sasa sababu kamili za kitendo chake bado hazijathibitishwa rasmi, ingawa inaaminika kuwa ilikuwa ni sehemu ya maandamano. Maafisa wa polisi wa London wamesema wanachunguza tukio hilo kwa kina ili kubaini ni halisi ya mwanaume huyo na iwapo alihatarisha usalama wa umma au kwake binafsi. Hakuna majeruhi wala uharibifu wowote ulioripotiwa katika tukio hilo. Mashuhuda waliokuwa karibu na eneo hilo walisema walishangazwa na ujasiri wa mwanamume huyo na kushangaa jinsi alivyoweza kupanda mnara huo bila msaada wote wa usalama. "Tulidhani ni sehemu ya onyesho, lakini ilipobainika kuwa ni tukio halisi, watu walianza kuwa na wasiwasi," alisema mmoja wa mashuhuda. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kuchunguza tukio hilo na kujua iwapo kutakuwa na hatua za kisheria zitakazochukuliwa dhidi ya mwanaume huyo. mkuu wa chuo cha the Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTE namba reg mkwaju ane mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, hotel and tourism management, front office, business administration, accountancy, procurement and supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kime kuweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna kozi fupi za offer kama vile computer application graphics and design video production pamoja na cctv camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840 KITM elimu na ujuzi kwa uchumi imara